Bwana sifiwe. Amen. Wasaidizi imara kitu cha kwanza tujikumbushe, tulisema sisi ni watu gani? Jamaa, sisi ni wadhaifu, lakini wadhaifu wanaoongoza wadhaifu. Je, tunawaongoza tukiwa pamoja nao? Ni wadhaifu waliopiga hatua ya kuushinda udhaifu, wanaongoza wakiwa mbele ya wadhaifu lakini mtu mwingine anaweza akaichukulia neno udhaifu vibaya. Nimeona mahali pengi watu wakisema, kila mtu anataka kutenda dhambi anataka kusema sisi ni wadhaifu bwana, lazima tutende dhambi, sisi ni wadhaifu. Yaani mtu anaichukulia vibaya, lakini hii sio maana. Maana ya sisi ni wadhaifu wanaoongoza wadhaifu ni kwamba Mungu hakuchagua watu hatari sana, watu wenye mamlaka makuu sana, alichagua watu wa kawaida, watu wanyenyekevu watu walio tayari kusikiliza sauti yake ili wawaongoze watu wengine kusikiliza sauti yake. Kwa hiyo, katika mijadala mliokuwa nayo ninawashukuru, na ningependa nianze kwa kusema mambo muhimu kwa kila kiongozi mkuu wa kundi, mawili muhimu, na ambayo hayo mambo mawili yakipotea huyu kiongozi sasa atatoka kuwa mdhaifu kwa ile maana tunayoizungumzia, atakuwa mdhaifu mbaya, mdhaifu asiyehitajika. Kila kiongozi wa kundi anahitaji afya ya mwili na kila kiongozi wa kundi anahitaji afya ya kiroho. Katika mjadala yenu mlipokuwa mkijadili sasa, hatuna chaki, lakini hamna shida, kila mmoja atakuwa anaandika anavyoweza katika mjadala na mliokuwa nao kwenye kile kitabu cha Kutoka sura ya kumi na nane tumeona kwamba Musa Musa alikuwa anaongoza peke yake, alikuwa anafanya majukumu peke yake kwa watu maerufu, lakini baba mke wake anamwambia utadhoofika. Kwa lugha nyingine anamwambia unahitaji afya, unahitaji kuwa imara kiafya lakini pia tumeona wenzetu wamejadili kwenye mjadala juu ya nguvu na udhaifu, kumtegemea Mungu na kutokumtegemea Mungu. Maana yake kiongozi ni lazima awe na muda wa kuomba, ni lazima awe na muda wa kusoma neno, ni lazima awe na muda wa kuyaona mambo kama yanavyopaswa kuonekana. Kwa hiyo kiongozi anapaswa awe imara kiroho na katika uchunguzi wangu wa hii kundi lililomaliza, maadui wanaweza wakafanikiwa kuteka kundi na kuliharibu kundi kama mambo haya maeneo yatatokea. Jambo la kwanza tulioliona hapo, kama viongozi watakuwa wadhaifu, wasaidizi wa kiongozi wakiwa wadhaifu, kwa sababu tumeona Haruni na Uri walikuwa makini sana mahali pale walikuwa makini sana kumtazama Musa na kuangalia mwenendo wake. Je, bado amenyosha mikono au ameisha shusha? Bwana asaidie sana Amin. Lakini turudi kwa Yethro. Mnajua Yethro alipofika, Musa alimwambia, aise nikwambie mkwe wangu, Bwana alitutendea mema alitutoa Misiri, mambo ni mazuri. Akampa mambo mazuri mazuri mazuri. Akasema nikuthibitishie ninao viongozi wakuu wa watu hawa. Wazee wakaja wakala pamoja na Yethro. No? Na hii nadhani ni nzuri hapa kanisani mnaifanya. Wageni wanapokuja huwa tunaita viongozi kura na yule mgeni aliyelijia kanisa. Hii si yes, njambo zuri. Mm -hmm. Bwana Yesu apewe sifa sana. Amen. Mm -hmm. Sasa amemweleza hayo yote. Lakini kadiri mtu mnapokutana mara ya kwanza anavyojitambulisha kwako na utakavyomuelewa kadiri mnavyoendelea kuwa pamoja ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo Yethro al alielewa na Musa mambo mema yote Mungu alimfanyia. <laughs> Hakuwa na uwezo wa kuelezea kwamba nina udhaifu, sijaandaa viongozi. Hakuwa na uwezo na, na, na, na, na wa kuzungumzia hilo, hakuelewa kwamba ni tatizo. Lakini walipoendelea kuwa pamoja, Yethro aliweza kugundua sasa. Kumbe Yethro hakuwa mdhaifu vile vile, wale watu hawakuwa wadhaifu. Lakini kitu cha pili ambacho kinaweza kuleta shida kikawapa maadui nafasi ni wakati wasaidizi wanapoweza kujipendelea. Unajua, nilikuwa nikitafakari Haruni na Huri, muda wote Musa ameshika fimbo, wamekalia jiwe wao. Lakini wanapogundua Musa sasa anashindwa, wao wanaamua kusimama, alafu yeye ndiye anakalia nini jiwe, na wanaamua na kushikilia na mikono, wanaweza wapewe sifa sana. Amina. Kumbe kuna kipindi cha wewe kukaa lakini kuna kipindi cha wewe kusimama. Sasa kama katika uongozi utakuwepo udhaifu, utakuwepo kujipendelea, Waamaleki wa watashinda. Jambo lingine ndio niliona ni hili Mo, kukosa moyo mmoja na nia moja. Mkiangalia mnyororo kati ya kundi linalo msaidia Yoshua kupigana, Yoshua amepewa kundi, yuko anapigana huko vitani, Yoshua kundi Yoshua, huli, Haruni, Musa. Unaona hayo mama, jinsi alivyokuwa, kuna mnyororo kuna moyo mmoja, lakini jambo la aina ambalo kama lingekosa lingeleta shida, kama wamareke wangeshinda, halafu taarifa isije huko mlimani. Mungu asaidie sana Amen. Kwa kuna watu walikuwepo wengine hawajatajwa kama kundi la viongozi, ila wao kazi yao ilikuwa ni kuleta nini taarifa za yale yanayoendelea kule vitani tumepigwa ah, tumepiga tumepigwa, tumepiga. Kwa hawa watoa taarifa, mnaona walisaidia Musa huo. Wamepigwa kwa sababu mikono yangu imedhoofika. Aha, Haruni na Huri wakajua cha kufanya, lakini ni kwa sababu ni kwa sababu kuna walioleta taarifa. Kwa hiyo kama kundi likikosa mawasiliano, taarifa zisipo kuwepo, tutapigwa. Mungu asaidie sana, amen. Kwa hiyo nawapongeza sana sana wale wote mliofanya mijadala. Sasa mimi siyawezi yale makofi ya elfu nne na mia tatu na ishirini na moja siyawezi, lakini naomba niseme Mungu awabariki sana. Amin. Mtungaji msaidize Mungu akubariki sana Amin. Amin. Sasa ninaomba nizungumuze machache kuhusu uongozi ambayo naamini pia mmeisha yazungumzia. Nitaunganisha, nitaunganisha hapo kidogo. Hebu tusome kwanza hivi vifungu, tusome hivi vifungu kutoka sura ya kumi na nane sura ya kumi na nane mstari wa kumi na tatu hadi wa ishirini na saba sura ya kumi na nane mstari wa kumi na tatu hadi wa ishirini na saba sura ya kumi na nane. Neno la Mungu linasema asubuhi yake Musa akaketi ili awapishie wahukumu watu, na hao watu wakasimama kumzunguka Musa tangu asubuhi hata jioni, tangu asubuhi hata jioni. Inaoleko vizuri jamani? Mkwewe mm. Musa alipoyaona yote aliyowafanyia watu akasema, ni jambo gani hili watendearo wa hao watu kwani wewe kuketi huko hapo peke yako na watu wote kusimama kwako tangu asubuhi hata jioni? Musa akamwambia mkwewe, ni kwa sababu watu huniijiria mimi wapate kumuuliza Mungu. Wakiwa na neno huniijilia nami, naamua kati ya mtu na mwenziwe, nami na nawajulisha amri za Mungu na sheria zake. Mkwewe Musa akamji akamwambia, jambo hili ufanyalo si jema, huna budi utadhofika, wewe na hao walio pamoja na wewe nawe pia, maana jambo hili ni nzito mno kwako huwezi wewe kulitenda peke yako. Sikiza sasa neno langu, nitakupa shauri na Mungu na awe pamoja nawe, na uwe wewe kwa ajili ya watu mbele ya Mungu. Mnasikia hilo neno? Tena lile mm. la kuinua mikono, uwe wewe kwa ajili ya watu mbele ya Mungu, nawe umletee Mungu maneno yao, wanaweza apewe sifa sana Amen. nawe utawafundisha zile amri na sheria nawe utawaonyesha njia ambayo inawapasa kuiendea na kazi ambayo inawapaswa kuifanya. Zaidi ya hayo utajipatia katika watu hawa watu walio na uwezo, wenye kumcha Mungu, watu wa kweli wenye kuchukia mapato ya udhalimu, ukawaweke juu yao wawe wakuwa maelfu na wakuwa mamia wa mia na wakuu hamsini na, na wakuu wa kumi nao waamue watu hawa siku zote. Kisha kila neno lililo kubwa watakuletea wewe, lakini, ni, lakini kila neno dogo wataliamua wenyewe. Basi kwako wewe mwenyewe utapata nafasi zaidi. Sikiliza hilo neno, basi kwako wewe mwenyewe utapata nafasi zaidi, nao watauchukua huo mzigo pamoja nawe kwamba utafanya jambo hili na, na Mungu akikuagiza hivyo, basi utaweza kusimama wewe na watu hawa wote, nao watakwenda mahali pao kwa amani. Basi Musa akasikiliza neno la mkwewe, akafanya yote aliyokuwa amemwambia. Musa akawachagua watu wenye uwezo katika Israeli yote akawaweka wawe vichwa juu ya watu, wakuu wa maelfu na wakuu wa mia na wakuu wa hamsini na wakuu wa kumi nao wakawaamua watu siku zote, mashauri magumu wakamletea Musa, lakini kila neno dogo wakaliamua wenyewe. Kisha Musa akaagana na mkwewe, naye akaenda zake mpaka nchi yake mwenyewe. jina la Bwana lipewe sifa Amen. sasa katika uchambuzi nina mambo kadhaa niliyoyaona ambayo tunaweza kujifunza siku ya leo katika somo la uongozi

Sasa, jambo la kwanza ambalo ningependa uandike ni hili: kila kiongozi mkuu wa watu au tunaweza kusema kila mchungaji kwaju, au au kila mchungaji ama kiongozi mkuu wa watu anapaswa kuwa na kiongozi mzoefu kuliko yeye ili amfuatilie utendaji kazi wake. Kila kiongozi aliyepewa kusimamia watu, haleluya! Kila kiongozi, kila mwenyekiti, kila mtendaji mkuu wa watu anapaswa kuwa na mtu ambaye ni mzoefu kuliko yeye, ana ufahamu uongozi kuliko yeye ili huyu mtu amfuatilie njia zake, amfuatilie mienendo yake, amfuatilie anachotenda, amfuatilie kama yuko sawa ama hayuko sawa. <coughs> Bwana Yesu apewe sifa sana. Unaweza ukajiwazia kwa nini nimesema hivyo. Kimsingi, Yethiro alikuwa anamzidi Musa kwa yote mawili. Jambo la kwanza alikuwa anamzidi Musa, Yethiro ndiye baba mkwe wa Musa kama aliweza kuzaa mke wa Musa sana mzidi huyo <laughs> Bwana aweza pewa sifa sana Amen. ana mzidi lakini, na wakati huo Musa tayari ana watoto wakubwa wawili na Yethro amewaleta na Musa ana miaka themanini, sasa yuko anaenda mwaka wa kuelekea tisini, maana jangwani walikaa kwa miaka arobaini na yeye umri wake ulikuwa miaka mia na ishirini lakini Yethiro ni mkubwa zaidi, kwa sababu ndiye baba wa Sipora mke wake na Musa na huyu baba alikuwa ni Mwafrika. Huyu huyu Yethiro alikuwa ni Mwafrika. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa Yethiro alikuwa na ujuzi wa kiroho kuliko wa Musa kwa sababu kisoma mstari wa kwanza sura ya kumi na nane alikuwa ni kuhani, alikuwa ni kiongozi wa kiroho hata ukiangalia alipo, alipofika kwa Musa ukisoma ule mstari wa saba, Musa alienda kumlaki nje, na hili nalo litufundishe, tunapokuwa na wageni, jinsi ya kuwaonyesha ukarimu wageni. Bwana Yesu apewe sifa sana Amen. Alienda kumlaki nje, lakini alipofika alimsujudia, maanake kuonyesha kuwa wewe ni mkuu kuliko mimi, lakini pia alimubusu kumuonyesha upendo na nao wakaulizana habari kisha wakaingia hemani. Ukisoma mstari wa kumi na mbili wa sura kumi na nane Yethiro mkowe Musa akamletea Mungu sadaka ya kuteketezwa na dhabihu, na Haruni akaja na wazee wote Waisraeli wale chakula pamoja na mkowe Musa mbele za Mungu. Mnaona?